Hello, mambo vipi mwanafamilia wa Salamu TV. Ni ajabu sana kufika mkoa wa Mwanza na ukaondoka pasina kujua utamaduni hata kidogo wa Wasukuma. Wana mtu maarufu sana ambao wao wanapenda kumsimulia ni Igulu Bugomola. Jina maarufu ni Mwanamalundi. Alizaliwa katika kijiji cha Mwakubunganila, wilaya ya Kwimba, mkoani Mwanza. Kwa hayo na mengine mengi. Usiache kusubscribe, kucomment, kulike video ambazo zipo katika channel ya Salam TV ili mradi tuweze kukuletea hadithi nzima ya Mwanamalundi ama Igulu Bugomola. Mimi ni Salam Simon wa Salam TV.